Mkuu wa shirika la kimataifa la nuclear, International Atomic Energy Agency, IAEA, Rafael Gross amesema kuwa taasisi hiyo inafanya shughuli ya ukaguzi katika baadhi ya maeneo nchini Iran na kurekebisha mapungufu yaliyojitokeza. Akijibu maswali ya waandishi wa habari mjini New York nchini Marekani, Gross amesema na nukuu, kauli yake tunajaribu kuibadilisha hali na tunafanya ukaguzi Iran, si kwenye kila eneo atufanya ukaguzi kwenye maeneo yaliyolipuliwa lakini tuko kwenye mazungumzo na Iran. Mwisho wa kunukuu. Grossi pia ameweka wazi kuwa mazungumzo na Iran yanaendelea na lengo kuu ni kuhakikisha kuwa programu ya nyuklea ya Iran inabaki kuwa ya kiraia chini ya masharti ya kimataifa. Wakati hayo yakijiri, kiongozi mkuu wa Iran, Ayatolah Al Khamenei ametangaza kuwa haitawezekana kuwepo na ushirikiano wowote kati ya Iran na Marekani ilhali Washington ikiendelea kuiunga mkono Israel na kudumisha vituo vyake vya kijeshi na kuingilia masuala ya Mashariki ya Kati. Akizungumza katika kilele cha sherehe za kitaifa mjini Tehran, Khamenei amesema kuwa Marekani mara kwa mara imekuwa ikidai kutaka kushirikiana na Iran, lakini vitendo vyake vinatia shaka. Khamenei ametoa kauli hiyo wakati serikali ya Rais wa Marekani Donald Trump ikiendeleza shinikizo jipya dhidi ya Iran ikiwa ni sehemu ya msimamo mkali wa Washington kuhusu siasa na usalama wa Mashariki ya Kati. Trump alisema mwezi Oktoba kwamba Marekani iko tayari kufanya makubaliano na Iran pindi Tehran itakapokuwa tayari, akisisitiza kuwa mkono wa urafiki na ushirikiano uko wazi. Hata hivyo, wachambuzi wa kidiplomasia wanasema mazungumzo hayo yanaonekana kugonga mwamba kutokana na tofauti kubwa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Kabla ya kuzuka kwa vita vya siku kumi na mbili kati ya Iran na Israel mwezi Juni mwaka huu, vita ambavyo Marekani pia ilishiriki kwa kushambulia maeneo muhimu ya nyuklia ya Iran, nchi hizo mbili tayari zilikuwa zimekaa mara tano katika meza ya mazungumzo ya nyuklia. Mazungumzo hayo yamekwama kutokana na suala kuu la urejelezaji wa uranium ndani ya ardhi ya Iran. Mataifa ya Magharibi yanataka shughuli hizo zipunguzwe hadi sifuri ili kuondoa hatari ya uundaji wa silaha za nyuklia lakini Tehran imekataa mpango huo ikisisitiza kuwa ni haki yake ya kisheria chini ya mkataba wa kimataifa wa nishati ya nyuklia. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kuwa matamko haya yanaashiria kupungua kwa matumaini ya kufufua mazungumzo ya kidiplomasia kuhusu nyuklia na kuibua hofu ya mzunguko mpya wa mgogoro ya usalama wa Mashariki ya Kati.